Kwa majina anaitwa Dkt. Juma Muna ni mratibu wa huduma za tiba kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiu. Na kwetu kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Simiu ni kweli changamoto ya magonjwa sio kuambukiza, ambayo wengi tunayafahamu kama magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, lakini pia na magonjwa ya macho yamekuwa na athari kubwa sana kwa jamii. Na kwetu idadi kubwa ya wagonjwa ambayo tumekuwa tukiwaona ni wagonjwa ambao wako na kundi la magonjwa ya presha lakini na magonjwa ya kisukari ambayo sasa mwishoni yanakuja kuleta changamoto ya figo kufeli pamoja na changamoto zingine ikiwepo moyo kufeli. Sasa changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiambatana na magonjwa haya kwa sio kuambukiza kwanza, ni mifumo ya maisha, ulaji usiofaa, lakini pia kuto kufanya mazoezi, lakini zaidi kwenye maeneo yetu ni matumizi ya dawa asili ambayo kwa namna moja au nyingine yamekiwa kihusiana na figo kufeli, lakini pia na changamoto zingine za kiafya. Sasa kwa upande wetu kama hospitali ya mkoa wa Simiu kama nilivyosema, kwa mwaka 2024 na ukilinganisha na mwaka 2025, idadi ya wagonjwa ambao na magonjwa yasiyo kuambukiza hasa kundi kubwa la magonjwa ya presha na kisukari inaongezeka, na hii imekuwa ikitupa e, picha ambayo inaonyesha kwamba tatizo kwenye magonjwa yasiyo kuambukiza ni kubwa, na tusipochukua hatua ya kudhibiti magonjwa haya, inawezekana muda unavyozidi kwenda magonjwa haya yataongezeka na ataleta athari moja moja kwenye familia. Tukumbuke kwamba magonjwa haya kwenye matibabu, mgonjwa ambaye tayari ameshapata pressure ameshapata sukari, anapaswa atumie dawa kila siku, anapaswa ahudhurie kliniki kila mwezi, ambapo ukiangalia matibabu ni gharama kubwa sana. Ukiangalia kwa, kwa upande wa magonjwa ya shinikizo la juu la damu kwa maana ya pressure, kwa mwaka 2024, e, wagonjwa ambao walikuwa wanahudhuria kwenye kliniki yetu walikuwa ni wagonjwa takriban elfu tatu lakini kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano mpaka muda huu ni zaidi ya wagonjwa elfu nne kwa hiyo inaonyesha kwa kipindi cha miezi kumi na moja mpaka sasa hivi idadi ya wagonjwa kwenye kipengele tu cha ugonjwa wa shinikizo la juu la damu kwa maana ya pressure, ambao ndio ugonjwa unaoongoza sasa. Ukiangalia na magonjwa mengine pia ya kisukari, idadi ya wagonjwa wanaokuja inaongezeka na hii inatokana pia na kuto kugundua mapema na asilimia kubwa ya wagonjwa ambao wanafika hospitali wanafika kwa sababu wameshaonyesha dalili, kwa sababu tunafahamu magonjwa hayo sio kuambukiza, mengi katika hatua ya awali hayaonyeshi dalili, lakini mpaka mtu anapokuja labda mwili umevimba, mtu anapokuja anapokuja mwili umevimba hospitali, labda mapigo ya moyo yanaenda kasi, au amepata e, ugonjwa wa kiharusi kwa maana ya, ya stroke, ni tayari alikuwa na huu ugonjwa kwa muda mrefu, lakini alikuwa hafahamu. Wagonjwa wenye wa changamoto ya figo idadi inazidi kuongezeka, ukiangalia idadi ya wagonjwa ambao tunawapa rufaa kwa mfano kwenda Bugando kwa ajili ya uchujaji wa damu, asilimia kubwa, ukichukua historia katika matumizi ya dawa kwenye matibabu, unakuta kuna kiwango fulani alikuwa na changamoto ya matumizi ya dawa asili za kienyeji, ambapo sasa imekuwa ni wingu kubwa sana kwa huku, kwa sababu wagonjwa wengi hata wanapokuja hospitalini, wanakuja nazo hizo dawa za, za, za asili za, za kienyeji, ni kubwa zaidi kwa wagonjwa wetu tunaohudumia kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu ni mtoto wa jicho. Kwa hiyo kwa kifupi, magonjwa yanayosababisha uoni hafifu kwa wagonjwa wetu: presha ya macho, mtoto wa jicho.